ya shilingi bilioni kumi na moja na milioni, milioni mia tatu Pamoja na hayo akanunua vifaa muhimu sana kwa ajili ya wanawake pamoja na watoto vifaa vya shilingi zaidi ya bilioni tano. Hongera sana Mheshimiwa Rais kwa kuwa umekuwa ukijali hiyo Mheshimiwa mwenyekiti, niwapongeze sana pia wizara hii. Nimpongeze Mheshimiwa Gwajima, uh, waziri pamoja na ma naibu waziri wake pamoja na wizara yote kwa ujumla, mnafanya kazi njema sana. Ninaomba jambo moja, ninaomba muwatizame wazee wazee wa taifa hili. Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ni msikivu, ana busara, ana hekima. Kwa majengo haya yote ambayo ameyajenga kwa ajili ya afya za wanawake na watanzania wote kwa ujumla, hawezi kushindwa kujenga angalau kila wilaya moja hosteli ili kutunzia wazee pale kwa sababu kuna wazee wengine ambao hana, hawana msaada wowote. Pamoja na kwamba serikali inatoa fedha hizi za TASAFU, lakini fedha zikimfikia mzee yule, anakuwa hana mtu yeyote wa kumsaidia yamkini hata kwenda kuzifikia pesa zile. Pesa zile zinachukuliwa na wajanja anakosa pesa. Lakini kama kuna viongozi ambao wana roho ya huruma wakamfikishia fedha zile, akapewa anapita mtu anamuomba akamnunulia japo sukari, kwa sababu yeye uwezo hana. Matokeo yake kijana anaweza akapotea na pesa. Lakini pia ndani hakuna kuni, hakuna maji, hakuna vitu vyovyote, hakuna sukari, vitu vya muhimu. Kwa hiyo niombe sana kwenye wizara hii mwajari sana wazee. Pamoja na kwamba mmeonyesha kuwajali, lakini angalau hosteli ikajengwa katika kila wilaya moja, itakuwa jambo jema sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi wa Tanzania, baba yetu wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alituachia misingi imara sana, misingi ya amani, upendo na mshikamano misingi hiyo ni misingi ambayo Watanzania tunaendelea kukuwa nayo. Lakini Mheshimiwa mwenyekiti, ninaomba kutoa angalizo jambo moja katika misingi hiyo, kwa upande wa wazazi, baba na mama. Mke anapokuwa mjamzito, awe baba awe mama, anategemea apate mtoto ambaye ni mwenye busara, ni mwenye hekima, na atakuwa akitii akitii wazazi vile ambavyo wanamwongoza. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, kwa upande mwingine maadili yameporomoka sana. Maadili hayo ni sisi wenyewe wazazi ambao tunatakiwa tuwalinde. Ni niningitamani sana nishauri jambo moja kwa Watanzania. Unajua kiumbe tangu kinaingia ndani ya tumbo tunapaswa kuombea watoto wetu, kuanzia ni kiumbe kiko ndani ya tumbo, tuendelee kumwombea, kumwomba Mwenyezi Mungu, mtoto huyo aje atoke ni mtoto wa namna gani, vile ambavyo mzazi yeyote anapenda mtoto wake atoke akiwa salama, lakini atoke akiwa anafuata yale anayofundishwa na wazazi wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, kulizuka sana maneno mbalimbali mbali. Kwamba wabunge wakisimama bungeni kazi yao ni kumpongeza mheshimiwa rais. Sisi wabunge tunasimama hapa kumpongeza mheshimiwa rais kwa uhalisia wa kazi zake nzuri anazozifanya. Mheshimiwa rais, angalia pamoja na kazi zingine tunazoziongelea, angalia miradi mikubwa ambayo alikuwa ameiacha uh, imeachwa awamu ya tano, bwawa la Mwalimu lilikuwa asilimia thelathini na mbili tu lakini mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hasan alifanya kadi anavyoweza, zikatolewa fedha zaidi ya trilioni sita nukta tano nane likiweka kamilika lile bwawa na sasa umeme upo wa kutosha. Nani kama Samia? Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na hilo SGR sasa hivi Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, SGR imekuwa ni mterezo tu, tunakwenda Dar es Salaam, tunakwenda Morogoro, unakwenda wanafanya kazi, wengine wanarudi kufanya kazi hapa. Yote hiyo ni kwa ajili Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amesimamia hayo. Kipindi cha awamu ya tano zilikuwa zimetolewa karibu bilioni trilioni nne, lakini sasa hivi miradi inayoendelea kwenye SGR kuna trilioni zaidi ya saba amezitoa Mheshimiwa Rais. Ujenzi wa SGR unaendelea. Mheshimiwa mwenyekiti, ni ninaomba kuongea jambo moja muhimu na makini sana Mheshimiwa mwenyekiti, kuna maneno ambayo yalikuwa yakipita kwenye mitandao. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais wetu ametwezwa sana utu wake kwenye mitandao. Mheshimiwa Mwenyekiti, natamani kukemea sana hili jambo. Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ni mama mnyenyekevu, ana busara, ana hekima na ni msikivu sana. Mheshimiwa Rais wetu tunampenda sana. Hatutaki mtu yoyote akamgusa Mheshimiwa Rais wetu mboni ya jicho lake. Maana kwa kumtoza utu wake kwenye mitandao, mnagusa mboni ya Mheshimiwa Rais, lakini mmegusa mboni ya Watanzania wote Mheshimiwa mwenyekiti, watu hawa majirani zetu, watu wa Kenya wanapata wapi ujasiri wa kutukana, kumtukana mheshimiwa rais wetu hapa nchini? Wanapata wapi ujasiri wa kusema watakuja hapa Tanzania wafanye wanavyotaka wao, wakiwa na misukosuko kwao kule? Hawajawahi kuona Mtanzania yoyote ametoka hapa kwenda kufanya vurugu kwao. Wao wow, wanaingiaje hapa? Ninaomba sana wizara husika ambayo inashughulikia watu ambao ni watovu wa nidhamu, ni kuwakamata haraka mara moja na kuwadhibiti ili wajue Tanzania tuko imara, Tanzania tuko macho. Hakuna kitendo kimeniuma na kimewaumiza Watanzania kama mtu kumtukana mheshimiwa rais wetu. Najua hata sasa hivi mnaweza kuhamia kwenye bunge hili ili mweze kututukana. Sisi tumeshazoea wabunge, tukaneni mnavyotaka, lakini mheshimiwa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan mumuache, mama wa watu mumuache endele kufanya kazi. Na ndio maana kwa sababu tumejua anafanya kazi nzuri, anafanya kazi njema, wa mkutano mkuu wa chama cha mapinduzi tumempitisha kwa mara nyingine tena, ili awe rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania a iama kipindi hiki mpaka miaka mitano ijayo, na atakuwa rais hata mfanya nini, hakuna mtu wa kupinga. Tunakwenda kwenye kampeni, tukutane site, hayupo mtu wa kumsemea vibaya mheshimiwa rais daktari Samia Suluhu Hassan. Na mimi nitakuwa mstari wa mbele na watanzania wote tutakuwa mstari wa mbele, tunampenda Mtegemea Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu ni mama bora, ni mama mwema, amefundisha maadili. Hata amemtukana kwenye mitandao, amenyama Nipa nafasi hii nami niweza kuchangia, naamini ujumbe umefika kwa ndugu zetu wa Kenya, lakini hata nao wa ambao Watanzania wanagusagusa haya. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii, naunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana, asante sana Mheshimiwa Suma Ikenda Fyandomo. Naona leo umetumia sauti ya zege. Asante sana, ongera sana waheshimiwa wabunge. Kabla sijaendelea Uh, naomba tuwatambue wageni wengine ambao wapo, wa tunao wageni sitini na nne wa mheshimiwa Dorothy George Kilave, mbunge ambao ni wanachama wa taasisi ya Sisi Tanzania kutoka jijini Dar es Salaam. Tunaomba wasimame tuwatambue kama wapo. Wa karibuni sana wageni, karibu wetu, karibuni sana lakini. Pia tuna wanafunzi ishirini na tano kutoka chuo cha chuo cha Dar es Salaam, uh, Tumaini University, karibuni sana, tunafurahi kwa kutembelewa nanyi. Uh, tunaendelea, waheshimiwa wabunge, tunaye mheshimiwa Esther Nicholas Matiko. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru uh, nami kwa kuweza kunipatia fursa kuchangia kwenye wizara hii muhimu sana niwapongeze uh, waziri na naibu wake, namwona sana waziri anajitahidi, lakini bado bado tuna changamoto kubwa sana kwenye hii wizara. Mheshimiwa mwenyekiti, ubakaji na ulawiti bado bado sana Tanzania. hapa napoongea, kule Tarime, Halmashauri ya Mji wa Tarime, ndani ya mwezi mmoja, kuna mtoto wa darasa la tatu walivamia nyumbani kwao, ana miaka kumi tu wakamfunga mama yake usoni, wakampiga sana mama yule ambapo amefariki, amezikwa kama na siku nne tu hivi.